Visa vya uhalifu nchini vimepungua kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka mitano hadi chini ya laki moja. Hata hivyo, takwimu za ripoti ya utekelezaji wa haki nchini zinaonyesha kuwa kesi za mashambulizi, wizi na dawa za kulevya zimezidi, huku visa vinavyohusisha maafisa polisi kutumia nguvu kupita kiasi na uhalifu pia vikiongezeka. Ripoti hii ikionyesha namna ufisadi katika taasisi za serikali unaendelea kuathiri utoaji wa haki, kama anavyotuarifu Willy Lusige. Licha ya taifa kuwa na viwango vya juu vya visa vya uhalifu, visa hivyo vimepungua kutoka laki moja na elfu tano hadi elfu tisini na nane kulingana na ripoti ya kila mwaka ya utoaji wa haki nchini, visa vya majeraha ya mwili na watu kushambuliwa bado vinaongoza vikifuatwa na wizi na matumizi ya dawa za kulevya. Visa vya uhalifu vinavyohusisha maafisa wa polisi vimeongezeka kutoka 203 hadi 242. Wadau wanasema ni wakati mwafaka wa kuweka mikakati ya kupunguza visa hivyo na kuboresha vituo vya polisi kidigitali. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema ni mengi yanayofaa kufanyika ili Wakenya wawe na imani na idara ya mahakama. Jaji Mkuu Martha Koome akikiri kuwa licha uhuru wa mahakama kumekuwa na madai ya ufisadi. They have been sent by a judge. We have to cleanse our institutions and say we are all implementing a zero tolerance to corruption. Mapendekezo mapya yametolewa ya kuwazuia baadhi ya washukiwa wanaopewa dhamana kama vile wahusika wa ubakaji na ulanguzi wa dawa za kulevya. But in most cases we feel from our side that people are being released who should be held. Especially people dealing with gangs, drugs uh, trafficking, persons, and uh, gender-based violence. Willy Lusige, Runinga Runingaya, Citizen, Nairobi. I...